Katibu mkuu anampokea ndugu Ezekiel Wenje na Wenje ameona kazi kubwa inayofanywa na Chama cha Mapinduzi, lakini sera nzuri zinazotekelezeka za Daktari Samia Suluhu Hassan na madiwani karibuni hapo kucheza. Wagombea ubunge, sogeni mbele hapa kwa ajili ya burudani toti, tuendelee Ndugu Wenje karibu kwa dakika moja uweze kutoa salamu fupi. Karibu sana, weka bendera juu. Watu wa Chato! Hoi! Kwa umati huu nimeamini kwamba Oktoba tunatiki. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naitwa Ezekiel Dibogo Wenje, Mbunge mstaafu, Jimbo la Nyamagana, lakini mwenyekiti wa CHADEMA Kanda ya Ziwa Victoria, Mkoa wa Mwanza, Geita, Kagera cheo inayoisha kuanzia sasa. Mheshimiwa mwenyekiti, ni dhahiri kwamba kazi ambayo CCM imefanya tangu tupate uhuru undisputed, ni swala la nchi yetu kuwa na amani na utulivu. Mheshimiwa mwenyekiti, amani na utulivu na maendeleo ni mapacha.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 maendeleo ni gradual. Leo nimekuja hapa kutoka Mwanza. Mimi nimesoma Geita sekondari, kipindi nasoma Geita sekondari tulikuwa nakuja na basi doto, unakumbuka ndio, lushanga na nyeunge, tunatumia masaa kumi kutoka Mwanza kufika Geita. Leo nimetumia masaa mawili kutoka Mwanza kufika Geita. Maendeleo ni gradual. Marekani, nchi ya Marekani, mheshimiwa mwenyekiti, ina umri wa miaka mia mbili na hamsini toka wapate uhuru leo. Leo ukosefu wa ajira bado ni swala kubwa Marekani, hawana ajira leo. Marekani wanazungumza masuala ya demokrasia, watu wapo Marekani wanaamini wanakandamizwa, that is America, nchi kubwa ambayo wanasema ina demokrasia pana na kubwa. Kwa mwisho, mwenyekiti, naamini na naendelea kuamini kwa kwamba hakuna nchi, hakuna serikali popote duniani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 mimi nimetoka ziwani, najua kenge anaumwa huko. Sasa una bishaji? Sasa iko hivi, iko hivi. CCM oyee! Tarehe ishirini mwaka huu Januari, tulikuwa Dar es Salaam, tukafanya kitu kendo, baraza kuu ya chama, baraza kuu ikatoa mapendekezo, tukapeleka kwenye mkutano mkuu wa chama, wote tukakubaliana kwamba CHADEMA sisi hatushiriki uchaguzi. Sasa nani amekatalia kushiriki? sisi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 alisema kwamba kule kaburini kuna utajiri mkubwa mno. Utajiri mkubwa upo kaburini, kwa sababu kuna talents, kuna watu wenye akili, watu wenye fikra, watu wenye maono, watu wenye ushauri, wote wamekufa pale, wengine with untapped potential. Mimi nikasema kabla sijafa sitaki nife na potential nilizo nazo, nije kwenye ligi kuu pale ambapo naweza nikatoa ushauri